Isenti Kausi Anikelele ni mkazi wa Jichangwasi kata Kendakelo. Amepatiwa na maafa ya mvua kubwa, sio mara ya kwanza. Njia imekatika, magari yanapita, magari hayawezi kupita wala usafiri wote. Hii njia ni kubwa, nanganisha na Mlimba Kilombele. Tunaomba serikali iweze kutusaidia kuhusu njia hii, kwa hakuna kitu chote kinachoweza kuvuka hapa, na hii sio mara ya kwanza kwa msimu huu, karibia mara ya tatu pia hata imesababisha kuweza kupitia kwa vifo vya watu wawili. Naomba serikali iweze kutusaidia kuhusu changamoto hii ya barabara kubwa ambayo inaunganisha Mlimba na Ifakara. Asante. Hapa tunasaidia watu ambao tunawavushavusha wa, wa, hapa kwa ajili ya uokozi. Tunaomba serikali mtusaidie, daraja letu hapa ni bovu. Tulikuwa naomba sana kwamba mtuwekeze sana pamoja na diwani yani kijumla viongozi wote omba mtusaidie hapa daraja hili kwamba maisha mengine yapate kuendelea kwa sababu wananchi wanateseka sana no. Hali halisi iliyotokea na inajirudia rudia, wazetu mona wenzetu wakadod wanakuja natujaa kifusi hivyo kinsha kanaondoka, mona adha ni kubwa, lakini na <coughs> leo hii kupitia mafuriko haya ya leo, mvua mvyesha usiku. Tunawashukuru vijana vijana, wamejitokeza kuwavusha watu kuwabeba migongoni, kuvusha pikipiki, lakini magari uwezekano wa kupita ni mgumu. Umeona eh, uwezekano wa kupita magari ni mgumu, kuna maji yana kasi kubwa, umeona eh? na stoshe, hata kama maji yatapungua magari kupita takuwa na shida, kwa sababu pale chini pana mawe makubwa, kifusi chote na kilichowekwa natandodi kinaondoka. Lakini tumshukuru naye Waziri Mkuu wa mkoa alikuja na mkuu wa wilaya walipaona mahali hapa, na wakasema kwamba watapofanyia kazi basi tuombe kama mvua zitakavyokuwa zimekata, hapo panachotakiwa tupate daraja kubwa ambalo linaweza likavusha maji kwa chini na daraja watu wakavuka kwa urahisi. Sasa hivi magari yamesimama, kuna wagonjwa kwenye magari, kwenda ifakara inashindikana. Unaona, adha hapa ni kubwa, lakini hata hivyo, kuna pale mbele tena, pale kwenye kona pale mbele crossing pale yaani, usiku leo kama itanyesha, lazima pakatike, maseno takatika kabisa. Kwa hiyo tuombe, najua serikali ya mama yetu mama Samia Suluhu Hassan ni msikivu, ije ione hali halisi ya hapa, hali ni ngumu, na najua kwa jitihada aliyoileta, viongozi waliokuja wameenda kulifanyia kazi basi wapaangalie kwa macho mawili kuja kuimalizia hii barabara ikawa iko vizuri kabisa, usiote shida, maana ni kila mwaka Kalengakelu Ngwasi ina shida na mashimo ni mengi. Waje kisha akawe vizuri, maisha mengine yaendelee kwa mcho wetu.